Uongozi wa BAKWATA taifa umependekeza mkoa wa Mwanza iwe sehemu ya uzinduzi wa database ya madrasa nchini. Eh, BAKWATA imeamua kuanzisha database ya madrasa zote nchini zilizo chini ya baraza kuu la Waislamu wa Tanzania na zisizo chini ya baraza, kwa maana zile kwa zitakazopenda, ni vizuri kuwemo ndani ya database hii, kufahamu walimu wa madrasa kufahamu masomo yanayosomeshwa, kufahamu uhitaji, kufahamu changamoto. Kwa hiyo inatengenezwa database ya madrasa sasa kitaifa. Tumekuwa heshima mkoa wa Mwanza, Mwanza itazinduliwa mkoani Mwanza tarehe 24 mwezi wa pili eh, mwaka 2026. Kutokana na mwandamo wa mwezi inawezekana ikawa kati ya tarehe sita au saba itakuwa tarehe sita chungu sita cha mwezi wa Ramadhani. Jambo la kufurahisha zaidi, jambo hili linakuja kuzinduliwa na bwana mkubwa mwenyewe Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ally Mbwana Mujaddidul Asri, amekubali mwenyewe kwamba atakuja kuzindua database hiyo. Nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwaomba Waislamu nasiokuwawaislamu wenye mapenzi mema ya udugu na ushirikiano kujitokeza tarehe 24 kumpokea mufti na moja kwa moja mufti ataingia mjini hapa katika jiji la Mwanza, na pamoja na uzinduzi tabezi, 30, 40, 40, wa ambayo itafanyika siku hia 24 saa 10 jioni, mheshimiwa mufti atavu, atazindua na kuweka jiwe la msingi la ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza. BAKWATA mkoa wa Mwanza imejenga ofisi za kisasa zenye hadhi ya BAKWATA mkoa, na jambo hilo tumeona heshima hiyo au jambo hilo tukufu alifanye baba mwenye nyumba, Mufti na shekhe mkuu wa Tanzania aje atufungulie konajuu. Kazi hiyo itafanyika siku hiyo tarehe 24. Mara baada ya kufika, tukishampokea airport, atakuja kutia jiwe la msingi kwenye ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza. Shima alaikum Waislamu wa mkoa wa Mwanza, na nitumia nafasi kualika viongozi wa baraza kanda ya Ziwa kwa sababu huwa tuna ushirikiana Geita, Kagera, Mara, Simiyu lakini Shinyanga, na sisi kwenye kanda yetu hii tunashirikiana mpaka na Tabora, Kigoma, Katavi, Rukwa, Singida ni watu tunashirikiana kwa karibu, lakini natoa mwaliko huu kwa masheikh wa mikoa yote nchini Tanzania na tumeamua kuisema hivi mapema kwa maana pale popote masheikh wa mikoa na masheikh wa wilaya wenye nafasi, sio tu mikoa ya kanda ya ziwa au ya magharibi, lakini pale popote watujulishe mapema kwamba wahudhurie, waje ushirikiane na samaka mufti kufungua ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza na kuzindua database ya madrasa hii database ya madrasa ni jambo kubwa sana ambalo litafanyika tarehe sita au saba kutokana na mwandamo wa mwezi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Taasisi yoyote ile inazo kazi, operesheni zake za kila siku. Kwa hiyo, kuwa na operesheni za kila siku, lazima uwe na mahala pa kuziendesha, na chombo chetu ni chombo kikubwa, maana yake ni baraza ya kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, linawahudumia watu wengi na jamii kwa ujumla. Kwa kwetu ilikuwa ni muhimu sana kuwa na ofisi toshelezi inayoweza kutosheleza na kukavwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya utoaji wa huduma kwa Waislamu na jamii kwa ujumla. Hivyo ukawepo umuhimu wa kuwa na ofisi kubwa inayoendana na mahitaji ya huduma zinazotolewa katika taasisi ya BAKWATA Mkoa wa Mwanza. Kwa jambo ambalo liko mbele yetu la kuja kuzindua database ya walimu wa madrasa pamoja na madrasa zenyewe. Jambo hili ni muhimu sana ndani ya nchi yetu kujua idadi ya walimu ambao kwamba wanawafundisha katika madarisi mbalimbali lakini pia kuzijua madarisi zenyewe. Utakapozijua madrasa pamoja na walimu wao, basi itakuwa ni wepesi kujua pia mahitaji e, yanayohitajika katika madharisi hizo pamoja na mahitaji ya walimu, lakini pia ni njia nyepesi ya kujua changamoto wanazopitia walimu wa madrasa, kwani ni ukweli usiofichika katika nyanja na idara ambayo wa, uh, watu wake na watumishi wake wanaishi katika mazingira magumu ni idara ya walimu wa madrasa. Hili ni jambo ambalo lisilofichika ndani ya nchi yetu. Sasa kwa hili ambalo mheshimiwa Mufti anakuja kulizindua binafsi naona ni kama vile faraja sasa inakuja kwa walimu wa madrasa kote nchini. Pale watakapofahamika itakuwa ni wepesi, hata mheshimiwa mufti anaposafiri nje ya nchi eh, yawezekana e, akapata wadau wa kuja kuwashika mikono na kwa sapoti walimu hao wakawa na wao wanafanya kazi zao pasina ya kupitia mitihani na majaribu mbalimbali. Kwa hivyo kubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mheshimiwa mufti kwa maono yake kuliona hili na bahati nzuri kabisa kuja kulizindulia katika mkoa wetu wa Mwanza. Tunamkaribisha aje, na tuwaombe Waislamu wa Mwanza na mikoa jirani na wasoko Waislamu pia tuhudhurie kwa wingi katika uzinduzi wa jambo hili adhimu lenye maslahi makubwa na walimu ambao kama wao ndo walezi wa nyoyo za wanadamu.